Kutokea pale Shiselweni ni wilaya ya Hluthi Nsingizini. Ifahamu kiundani Nsingizini Hotspurs wapinzani wa Simba. Nsingizini Hotspurs ni klabu ya Eswatini zamani Swaziland. Klabu hii imeanzishwa mwaka wa elfu moja na mia tisa themanini na nne. Uwanja wao wa nyumbani ni King Sobhuza II Memorial Stadium wenye uwezo wa kukaa watu elfu mbili. Msimu wa ishirini ishirini walifanikiwa kushinda ubingwa wa ligi ya Eswatini Premier League of Eswatini kwa mara ya kwanza katika historia yao. Lakini rekodi zao na ubora katika ligi ya ndani Eswatini, walikuwa na nyakati nzuri hasa kwenye uwanja wa nyumbani. Michezo yao ya nyumbani wamekuwa ngome imara, kwa msimu mzima wakiwa hawajapoteza mchezo wowote wa wa nyumbani. Msimu wa ishirini ishirini na nne ishirini ishirini na tano walivishinda vilabu vyenye nguvu Walishinda ligi mbele ya timu kubwa za nchini kwao kama Royal Leopards na wengine. Kwenye michuano ya CAF Champions League waliitoa Simba Bhora ya Zimbabwe ambaye alikuwa mpinzani wao wa hatua ya awali ya CAF Champions League ishirini ishirini na tano ishirini ishirini na sita. Mchezo wa kwanza uliopigwa nyumbani kwa Simba Bhora ulimalizika Simba Bhora kwa moja kwa sifuri dhidi ya Nsingizini. Mchezaji wa Simba Bhora alifunga goli katika dakika ya hamsini na saba. Huyu si mwingine ni mchezaji Ismail. Katika mchezo wa marudiano Nsingizini walifanikiwa, walisawazisha goli na kushinda kwa mikwaju ya penalti nne kwa mbili. Pamoja na ubora wao, bado zipo changamoto na maeneo ya kuimarisha ndani ya klabu hii. Ingawa Nsingizini walishinda ligi yao, uzoefu wa mashindano ya kimataifa kama CAF Champions League ni mdogo kwao kuliko kwa timu zenye uzoefu mkubwa. Hii inaweza kuwa changamoto kwao hasa watakapocheza na Simba, timu yenye mashabiki wengi na uzoefu wa kutosha. Pia kutokana na uwanja wake wa nyumbani kwa mechi za CAF unaweza kuwa changamoto kwa kuwa uwanja wao hauna viwango vinavyotakiwa. Dr. Daniel, Sauti Kuu Cool Sports.